Unaweza kupata milioni mbili kwa mwezi kwa kuku wa nyama chotara? Ndiyo, hebu tuangalie jinsi. Kabla hatujaendelea, napenda kukuomba kama ni mara yako ya kwanza hapa, fanya jambo la kiungwana, bonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe na uguse alama ya kengele ili usipitwe na video zetu mpya. Karibu kwenye Kuku Farm Pro, mimi ni Stephen. Katika video hii tutachambua kwa undani jinsi mfugaji anaweza kupata faida ya shilingi milioni mbili kwa mwezi kupitia ufugaji wa kuku wa nyama chotara kama Tanbro au Sasso. Tutaanza na hesabu ndogo ya kuku 100 kisha tutaelekea kwenye kiwango kinachohitajika kufikia lengo la milioni mbili. Hebu tuanze na kuku 100 Kila kifaranga wa chotara hununuliwa kwa shilingi elfu moja na mia tisa. Kwa kuku 100 gharama ya vifaranga ni shilingi laki moja na tisini elfu. Kwa wastani, kuku mmoja hula takribani kilo nne nukta tatu za chakula hadi anapouzwa. Tukiweka kilo moja ya chakula kwa shilingi elfu moja, gharama ya chakula kwa kuku mmoja ni elfu nne na mia tatu kwa kuku mia moja gharama ya chakula ni shilingi laki nne na thelathini elfu. Tukijumlisha gharama ya vifaranga na chakula tunapata shilingi laki sita na ishirini elfu. Tukiongeza gharama za dawa, maji, kazi na umeme, tunaongeza shilingi elfu sabini hadi laki moja. Kwa hiyo gharama ya jumla kwa kuku mia moja ni takribani shilingi laki saba. Kama utauza kuku mmoja kwa shilingi elfu kumi na nne utapata shilingi milioni moja na laki nne ukitoa gharama ya laki saba unabaki na faida ya takribani shilingi laki saba. Hii inaonyesha kuwa kuku mia moja wanaweza kukuletea faida ya laki saba baada ya wiki kumi hadi kumi na mbili. Unahitaji kuku wangapi kupata milioni mbili kwa mwezi elfu? Sasa hebu tujiulize, ili upate faida ya milioni mbili kwa mwezi unahitaji kuku wangapi? Kumbuka kuku wanakuwa kwa siku sitini hadi themanini, yaani karibu miezi miwili na nusu. Hivyo faida ya kila kundi la kuku inagawanywa kwa miezi miwili na nusu kama kuku mia moja wanaleta faida ya laki saba kwa miezi miwili na nusu, basi ili upate milioni mbili kwa mwezi, unahitaji faida ya milioni tano kila miezi miwili na nusu. Ukigawanya milioni tano kwa laki saba unapata takribani vikundi saba, na kama kila kikundi kina kuku mia moja unahitaji kuku mia saba na hamsini kwa kila batch. Kwa hivyo kuku mia saba na hamsini ndiyo kiwango cha chini kinachohitajika ili upate faida ya milioni mbili kila mwezi. Garama na mapato ya kuku na hamsini. Hebu tuone hesabu ya kuku mia7 na hamsini. Vifaranga hamsini zidisha na mia tisa sawa na milioni 1 na laki nne. Chakula mstari wa m na hamsini zidisha kilo nukta tatu sawa na tani nukta mbili. Tani hii ni sawa na kilo elfu tatu na mbili. Kwa kilo moja ya chakula kwa shilingi elfu moja. Gharama ya chakula ni shilingi milioni tatu na laki mbili. Dawa, maji, umeme na kazi takribani shilingi laki tano. Jumla ya gharama ni shilingi milioni tano. Ukauza kila kuku kwa shilingi elfu moja na nne utapata shilingi milioni kumi na moja. Faida ni milioni sita. Ukiigawa kwa miezi miwili na nusu utapata faida ya milioni mbili na laki nne kila mwezi. Mbinu za kupunguza gharama ili kuongeza faida. Au kuanza kwa mtaji mdogo, tumia mbinu hizi kwanza, tengeneza chakula chako mwenyewe kwa kutumia mahindi, mashudu ya pamba, dagaa na soya. Pili, wafuge kuku kwenye eneo lenye nafasi ili wale majani na wadudu. Hii kupunguza matumizi ya chakula kwa hadi asilimia hamsini. Tatu, nunua vifaranga kutoka kwa wazalishaji wa karibu ili kupunguza gharama za usafiri. Nne, uza kuku moja kwa moja kwa walaji kupitia WhatsApp, sokoni au maduka ya nyama badala ya kuuza kwa wauzaji wa jumla. Kama umejifunza kitu, tafadhali like, toa maoni na subscribe kwenye Kuku Farm Pro. Tunaendelea kukuandalia mafunzo ya vitendo na mipango ya biashara inayolipa. Karibu kwenye grupu zetu za WhatsApp kwa namba inayoonekana kwenye screen yako. Hii ni nafasi yako kugeuza ufugaji kuwa biashara yenye tija. Asante kwa kutazama video, tukutane kwenye video zinazofuata.